Kamati ya ushauri ya mkoa wa Tanga RCC imeridhia na kupitisha mapendekezo ya kugawa majimbo matatu ya uchaguzi ya Kilindi, Muheza na Handeni vijijini kuwa na majimbo mawili katika uchaguzi unaotarajiwa kufanyika Oktoba mwaka huu. Wakipitia mapendekezo hayo kwenye kikao cha kamati ya ushauri ya mkoa kilichofanyika Jumatatu Machi 24/2025, kiongozwa na mwenyekiti ambaye ni mkuu wa mkoa wa Tanga Balozi Batilda Buriani, kwa pamoja wajumbe hao wamekubaliana maj majimbo husika kugawanywa kama anavyoeleza mwenyekiti wa kikao hicho. Tumekubaliana hivyo jamani, kwa hivyo kamati imepitisha, imepitisha, tutaweka muweza iende, lakini itakuwa ni ya tatu katika kipaumbele chetu, namba tatu. Taanza na Kilindi, itafuatia Andeni, alafu kama nafasi ita, itapatikana basi na Muweza, lakini kwa maana vigezo vya population, population Muheza hawajafikia, watu wanatakiwa wasipungue laki nne mpaka tukiongeza na kukua kwa, kwa mwaka kwa kila mwaka haitafika laki tatu wanao laki mbili na thelathini na nane. Akielezea sababu ya kuomba kuligawa jimbo la Handeni Vijijini, mkuu wa wilaya ya Handeni Albert Msando amesema jimbo hilo lina ukubwa wa kilomita za mraba elfu sita mia nne hamsini na tatu ambazo ni moja ya sifa ya ugawaji majimbo kutokana na ukubwa wake. Ukubwa wa eneo la Handeni ni ya kilomita za mraba elfu sita mia nne hamsini na tatu zinatupa sifa ya kwa nini tugawanywe kama jimbo kwa sababu ya ufikaji wa maeneo kwa sababu mbunge ni mwakilishi wa watu, yani ni watu wangapi unaenda kuwasemea? Ndio maana unaambiwa wawe watu mia nne na kuendelea, lakini kama una watu wachache, ila ni ngumu kwa mbunge kufika huko walipo hiyo pia inakuwa ni sifa ya kulingana lile eneo, ili wapate uwakilishi. Aidha, mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Kilindi, Idrisa Mgaza, amesema wameomba kuanzishwa jimbo jipya kwa sababu ya ongezeko la watu na ukubwa wa eneo, kwani wilaya hiyo inapokea wageni kutoka Ngorongoro na imeshapokea zaidi ya kaya mia moja. Kuna ongezeko kubwa pia la watu Kilindi ambao hatukuwa ika idadi yao humu wale wageni wetu kutoka Ngorongoro. Kwa hiyo katika mkutasa utakaopelekwa kule, hiyo sentesi ikiwepo itasapoti zaidi, kwa sababu nyumba zaidi ya elfu moja zinajengwa kule na wale wageni wanaendelea kuja, wengine wapo wamekuja wameripoti, na wengine wame wame wanaendelea kufika kama mia moja zimeshafika lakini nyumba elfu moja zinaendelea kujengwa. Kwa upande wake ki mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Muheza Erasto Mhina ameomba kuangaliwa upya ugawaji wa jimbo hilo, kwani wanakata thelathini na saba ambazo kwa ujumla kuna madiwani hamsini na wale wa viti maalum ni mzigo mkubwa kwa halmashauri Muheza, kuna mzigo mzito, nadhani ndio eh, jimbo pekee ambalo lina kata nyingi zaidi kwa mkoa wa Tanga lakini kwa halmashauri zote za vijijini nchini Tanzania sisi tuna kata 37. Sasa hivi nina madiwani 50 kwenye kikao kimoja ukiangalia mziki wake katika kuwahudumia ioan umekua, na ndio maana, tumekuja na hoja hii, na sisi tumeenda sambamba na mawazo yale ya kuwa na Muheza mji na Muheza vijijini, kwa hata kata zetu tumezigawa kwa maombi yale yale ya Muheza mji na Muheza vijijini, kwa mapata halmashauri mbili na hatimaye tuwe na majimbo mawili kutoka hapa mkoani Tanga. Rajabu Athmani, Mwananchi Digital.